Mu mama Samia safi, safi. Wabunge wetu safi. Safi. Diwani je? Safi. Okay. Nimesimama mbele yenu kwa heshima kubwa sana. Nimefurahi kwanza mapokeo yoni, nimefurahi sana. Najua huu ni muda wa kutafuta chakula, na nyie mko hapa saa hii, mmepoteza muda wenu, mmekaa kunisikiliza. Kwanza hilo mjipongeze kwa makofi. Lakini nimefurahi sana kwa maana jinsi mlivyojitokeza kwa wingi. Meseji yangu ya kwanza ni moja, niko hapa kuwakilisha na kuwaomba tukampigie Dokta Samia Suluhu Hasani kura. Huyu mama hapa, huyu hapa wa. angapi walishamwona kwenye picha? kwa nini tumpigie huyu mama? Anatukumbuka. ni wakati nakuja, niliona niliona mkondo mkubwa wa umeme unapitia huku, na nimeona Wahadzabe, ndugu zangu, wameanza kujenga nyumba nzuri za kisasa. Serikali yetu ina matumaini makubwa, lakini ina nia nzuri ya kuboresha miundombinu ya Wahadzabe wanaokaa huku, kwa ajili ya miundombinu ya maji ya kutosha. Mama amesema nije niwaambie lengo lake kubwa kwa Wahadzabe ni kuatua ndoo kichwani, hata waacha kwa sababu awamu ya kwanza wameendelea kuboresha vijiji na vitongoji kupitia umeme. Lakini nimeona madarasa yameanza kujengwa. Wahadzabe mnakwenda shule, watoto wanakwenda shule, wanaenda piga makofi kwa Wahadzabe wenye akili. Kama mnakwenda shule, maana yake shule zimewafikia. Nimepita nikaona shule ya msingi, nikaona shule ya sekondari. Hii ni jitihada ya Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan, mwanamke pekee yake ambaye ndio ameshika nafasi kubwa. Haijawahi kutokea Tanzania tukapata mwanamke ambaye amechukua nafasi hii kubwa ya urais. Haya meto. Haya. Kaete tawiche tete tarebia biko bia kamba chagua eh. Tarehe yeah. Ishirini na tisa mwezi wa kumi yeah. Inatakiwa wewe inaona onebe ya kutibeta za timibio na wewe inaona. Kamba ititaya kwa chagua, itita, haya, kona, Mama Samia ako Yeah. Inaya. Haya <laughs> ko

Wakina baba hawa Wahadzabe wamesema watamuunga mkono Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuwa wameanza kuona shule, wameona umeme na wanategemea kupata mambo makubwa kutoka kwa serikali ya Chama cha Mapinduzi. Wangapi wanampa kura Dr. Samia Suluhu Hassan? Okay. Nyosha mkono Mungu wa mimi kwa cheo nilicho nacho au kwa, kwa wadhifa nilionayo nayo mimi ni mwenyekiti wa Wahadzabe wote walioko Tanzania nzima. Sasa, sasa mimi kweli kabisa haya yote tulioambiwa kwamba tarehe mwezi wa kumi tarehe ishirini na tisa uchaguzi sisi sote tumelizia kwamba tutajitokeza kwa wingi kwa kumpigia rais wetu ili kumpa haki yake ya msingi. Tuna, tuna imani kubwa na Mama Samia. Natumaini kabisa kwamba akichaguliwa, wakati nani ile kiapo chake atakapoenda kuapishwa, ziara yake ya kwanza ata, atakuja kwa Wahadzabe.